Mwanafunzi na mkereketo wa lugha, ujambo kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili, kipindi ambacho kinafahamisha mengi kuhusu lugha ya Kiswahili. Na leo tunapoangalia wahusika kwenye riwaya ya Nguu za Jadi, ningependa tumuone muhusika Sagilu na katika kumwangalia Sagilu, tunajua kwamba Sagilu ni rafiki mkubwa wa Mtemi Lesulia na ni mzazi wa Mashauri. Tunapoangazia sifa za Sagilu ama hulka zake, ni kwamba Sagilu ni mwenye ukabila, na tunaona kwamba anaonyesha ukabila pale ambapo anahiari kushirikiana na wengine kuwachomea wenyeji wa Matango nyumba zao akiweza kujua kwamba Waketwa iliyokuwa na idadi kubwa iliweza kuishi humo. Tunaona pia kwamba ukabila unamfanya kushirikiana na Mtemi Lesulia ili Lonare ambaye ni Mketwa asiwezi kuchukua kiti cha mtemi wa Matuo. Ah, tunaona pia kwamba Kauli za Sagilu pia zinaonyesha ana ukabila hasa anaposema, ndege mliolelewa kizimbani nyie hamwezi kuruka. Hawa ndege ambao wanarejelewa kwenye kauli ya Sagilu wanarejelea, anarejelea Waketwa. Hiyo ndio njia ambayo anawadhalilisha mno Waketwa. Sagilu pia tunaona kwamba yeye ni fisadi. Na tunaona kwamba Sagilu anajiingiza katika vitendo vya ufisadi hasa hasa kutokana na urafiki wake wa karibu na Mtemi Lesulia. Tunamwona pia akishirikiana na mwanawe Mashauri kufisidi nchi kwa kuuza vipusa na meno ya ndovu. Tunaambiwa pia kwamba anatowesha bidhaa za kuziuza kwa faida. Tunaambiwa kwamba alizuia, alizuia meli nzima baharini ili isitie nanga bandarini na kupakua ngano hadi alipofaulu kuuza kwa bei ya juu ngano yote nchini. Tunaambiwa pia kwamba anaagiza ngano hiyo kimagendo pamoja na bidhaa nyingi ambazo hakuweza kulipia ushuru. <clears throat> Tunaambiwa pia kwamba malori yake yanayoshikwa na polisi yakisafirisha bidhaa ghushi, anatoa mlungula, na anapotoa mlungula, Malori yale yanaachiliwa kusambaza bidhaa zinazohatarisha maisha ya watu. Pia tunaambiwa kwamba anaagiza maziwa ya watoto yenye sumu na kuhatarisha maisha ya watoto nchini kote. Tunaambiwa pia kwamba anaimarisha mtandao wa mafisadi ambao hata polisi hawakuweza kuangamiza. Na wale wanaodhubutu kufanya hivyo, wanatishwa kufutwa kazi. Kitendo cha kumuonga Mangwasha, pia kuna swala jingine la ufisadi hapa kwamba kitendo cha kumuonga, kumhonga Mangwasha pesa ili afaidi penzi lake inaashiria ufisadi wake, kwamba yeye hakumpenda hasa swa Mangwasha, lakini kwa sababu ya tamaa anashawishika kutumia hela ili ni kama njia ya kuweza kununua penzi la Mangwasha. Tunaona pia kwamba anajihusisha na ufisadi anapoungana na Mtemi Lesulia Nanzia, na nzia na Mbwashu kuwanyang'anya wenyeji wa Matango ardhi yao. Tunaona kwamba anamtumia Sihaba kusambaza vijikaratasi ya kuwataka wenyeji wa Matango wahame kutoka, uh, kutoka katika ardhi yao hata kufanya mpango aliweza kufanya mpango wa kuo kuwachomea nyumba zao ili Lonare asipate kura mahali hapo, kwa sababu alikuwa anajua Lonare angechaguliwa na watu wa Matango ambao wengi wao walikuwa ni Waketwa. Tunaona pia kwamba anashirikiana na mtemi kuwahonga marafiki za Ngoswe ili kwenda kuzua fujo na kuharibu zoezi la upigaji kura, uh, upigaji kura huo ni ufisadi pia. Pia tunaona kwamba anashiriki ufisadi pale anapokubali kuhakikisha kuwa jalada la ardhi ya Matango halipatikani kupitia ushauri wa mtemi. Kwa hivyo alihakikisha hilo. Tunaona pia kwamba anashirikiana na mtemi kuhakikisha kwamba cheti cha ardhi ya Matango kimetolewa kabla ya uchaguzi huku yeye pamoja na Sihaba wakipokea mlungula kwa shughuli hiyo. Sagilu tunaona kwamba anamhonga Mrima pesa ili amfanyie kampeni mtemi kinyume na matakwa ya Waketwa wenzake. Lonare anamwambia chukua mzigo wako huu wa dhambi, baada ya kumkabili Sagilu. Kule kumhonga Mrima pia aiharibu ndoa yake ni kitendo cha ufisadi. Kumbuka, kuna wakati ambapo alilazimika kutumia hela kumpotosha Mrima ndipo aweze kupata mwanya ya kuweza kumkaribia Mangwasha na ndiposa tunasema ni fisadi huyo mhusika. Tunaona pia Sagilu ni mwenye tamaa, na tunaambiwa kwamba Sagilu anaodhi bidhaa kama vile ngano na kuziuza kwa bei ya juu ili apate faida zaidi mm? tunaona pia kwamba tamaa ya pesa inamfanya kuhatarisha maisha ya watoto nchini kwa kuagiza maziwa ambayo tunaambiwa maziwa yale yalikuwa na sumu. Tamaa ya pesa pia inamfanya kupokea hongo kutoka kwa Mtemi Lesulia ili huyu awawezeshe Nanzia na Mbwashu kumiliki ardhi ya Matango. Tamaa ya pesa na mali pia inamfanya kuingiza bidhaa nchini bila hata kulipia ushuru, hata kufisidi mali asili ya nchi kama vile vipusa na meno ya ndovu. Tunaona kwamba tamaa ya mali na utajiri inamfanya kuwatowesha wale anaoshindana nao kibiashara, hata akatumia ujanja na hila kuwapiku kibiashara. Tamaa ya uongozi pia inaweza iliweza kumfanya kumshawishi Mrima kwa kutumia pesa ili aweze kumpigia debe Mtemi Lesulia huku wakijua kwamba huyu akishinda naye pia angefaidika. Tunaona tamaa ya uongozi pia inamfanya kumsaidia Mtemi Lesulia na wengine kuwachomea wenyeji wa Matango makao yao, ili wahame naye afaidi kisiasa, na tamaa hii inamwingiza katika urafiki wa karibu na mtemi ili aweze kufaidika kisiasa na kiuchumi. Tunaona pia kwamba, kutokana na tamaa na ubinafsi, anahiari kuwa kikaragozi cha mtemi kwa maslahi yake. Tunaona pia kwamba Sagilu pia ni mwingi wa tamaa za mwili tunaambiwa kwamba aliweka masuria watoshao kijiji kizima. Mm? tunaambiwa kwamba alibadilisha magari sawa na alivyobadilisha nani, wanawake. Na tunamwona akimtumia kimada wake Sihaba kutosheleza tamaa za kimwili, mbali na za kibiashara. Anafanya hivyo kwa kumpa pesa kwani pesa kwake zilikuwa kigezo cha penzi. Tamaa pia inamsukuma kumtaka Mangwasha. Tangu wakati Mangwasha alikuwa msichana hata baada ya kuolewa, na aliamua kumtumia Mrima kwa kumhonga kwa pesa ili kumwingiza katika anasa za ulevi, ulevi au hata kumpa uhamisho kikazi kwa kutumia mamlaka yake ili apate nafasi ya kumpata Mangwasha. Kutokana na tamaa yake, anawanyang'anya wanaume wengine wake zao hadi akaitwa mnyakuzi ama dudumizi. Kwa hivyo, kuna wakati aliweza kuwanyang'anya wanaume wengine wake zao hadi akapachikwa jina akaitwa mnyakuzi ama dudumizi. Tamaa ya kimwili pia inamfanya kumtongoza mchumba uh, yule mchumba wa Mashauri aliyeitwa Cheya na kuuvunja uchumba wao. Angalia, anamnyang'anya mwanawake wa kiume Mashauri, mchumba wake aliyeitwa nani? Cheya. Tamaa hii pia inamfanya kumwendea kinyume mtemi Lesulia kwa kuzaa na mke Nanzia. Kumbuka kwamba kuna wakati aliweza kuzaa na Nanzia na Nanzia na tunajua Nanzia alikuwa mke wa rafiki yake mtemi Lesulia. Ana ukatili pia, na ukatili wa Sagilu unamfanya kudhulumu na hata kuua washindani wake kibiashara. Kwa hivyo wa, walioshindana naye katika biashara waliweza kuangamizwa. Tunamwona akimtumia Sihaba kuwatowesha mahasimu wake kibiashara, na hata bila kujali maisha ya watoto wa Matango, anaagiza bidhaa maziwa kundahi yenye sumu, na kuwafanya wengi kuwa wagonjwa kutokana na maziwa yale yaliyokuwa na sumu. Na tunaona pia kwamba akishirikiana na mtemi, anampangia Lonare njama ili kuharibu biashara yake na kumfanya awe muflisi. Mm-hmm. Anapofunja ndoa za wengine na kuwachukua wake zao ni ukatili pia, kwa sababu mtu ana familia yake, yuko kwenye ndoa yake, lakini unaamua kumtoa yule mwanamke kwenye ndoa. Ukatili wake unaonekana pale anapomtesa Mangwasha baada ya kumkataa. Anamtesa kwa kumteka mlima akili na kusababisha mateso kwake na kwa wanawe anapomwingiza pia Mrima katika anasa na ulezi, pia anamtesa Mangwasha kisaikolojia na hata kimwili, kutokana na madhila anayopitia. Tunaona pia kwamba akiwa na wengine anapanga njama za kuwachomea wenyeji wa Matuo, Matango nyumba zao na kusababisha kuwasababishia mateso. Tunaona pia kwamba uh, ni mwenye ukabila. Mbona tunasema hivi? Akiwa na mtemi walimiliki viwanda kadhaa ambapo waliwaajiri wa kule pekee. Kwa hivyo alipokuwa anafanya kazi na mtemi Lesulia akishirikiana naye walikuwa na viwanda lakini, kwenye viwanda vyao walioajiriwa kazi walikuwa ni Wakule pekee. Kwa hivyo Waketwa walibaguliwa. Na anafanya kila njia Lonare na Mwamba wasiweze kushinda katika uchaguzi wa kisiasa kutokana na hisia za kikabila. Hii ni kwa sababu wao si Wakule kama yeye. Tunaona pia kwamba anamdhihaki Mangwasha kwa kumwambia nini? Nyie Waketwa ni watu wa ajabu sana, hmm? Mwanzo Mwamba ni nani kwangu? Yule ni sawa na kidagaa tu. Sikiza. Uh, kauli yake, tunaona akionyesha hisia za kikabila baada ya wao kushindwa katika uchaguzi mkuu, pale anapowaza juu ya Mangwasha na kusema, ndege mliolelewa kizimbani nyie hamwezi kuruka, mtawezaje kuruka ilhali mnaishi mkifikiria kwamba kuruka ni ugonjwa? Waketwa hapa wanalinganishwa na ndege walio kizimbani, kwani wa Wakati wa Mtemi Lesulia hawakuwa na madaraka yoyote, na kwa hivyo wakasalia kuwa kama wafungwa. Tunaona pia kwamba Sagilu ni mwenye wivu. Sagilu hataki wengine kumpiku katika biashara, kwani anataka kila biashara anayofanya pasiwe na ushindani wowote. Wale wanaomshinda basi anatumia hila hadi kuwashinda kibiashara. Wivu pia tunaona kwamba unamfanya kumkabili Mrima alipokuwa akimposa Mangwasha, kwani hata yeye alimtaka Mangwasha na anamwambia, nini kijana, fahamu kwamba naodha haogopi mawimbi. Hii ni ishara ya usuda aliyokuwa nayo anamkabili Mangwasha huku akimtazama kwa chicho la usuda pale anapofahamikiwa kwamba huenda akashindwa na Mwamba katika uchaguzi. Tunaona pia kwamba ni mwenye dharau. Anamdharau Mrima kutokana na hali yake ya kijamii na kujifananisha na papa asiyeweza kushindana naye. Tunaona pia kwamba anamdharau Mangwasha kutokana na hali yake ya uchochole baada ya kuachwa na mumewe. Tunaona pia kwamba aliweza kumdharau mpinzani wake Mwamba, huku akimfananisha na kidagaa, na anawafananisha Waketwa pia na ndege walio kizimbani wasioweza kuruka. Sagilu, pia tunaweza tukasema kwamba ni mnafi na mbona tunasema anamtumia Sihaba kwenda kuwapa zawadi Mrima na Mangwasha siku ya harusi yao, huku akijua kwamba ile ilikuwa silaha ya kuangamiza, bali si zawadi, si zawadi. Anamwendea kinyume pia Mtemi Lesulia na kuzaa na mkewe, huku akifahamu kwamba huyu alikuwa ni rafiki yake. mm anajifanya kumjali Mangwasha anapopata shida baada ya Mrima kutorokea ulevini, ilhali akijua kwamba yeye ndiye chanzo cha matatizo yake. Anajaribu kumwonyesha Mashauri kuwa hakuna kitu kilichokuwa kikiendelea baina yake na Cheia ilhali alikuwa akifanya usuhuba na mchumba wake. Anamwambia Mtemi Lesulia atulie kwani kila kitu kiko shwari, huku akijua kwamba kupatikana kwa Lonare kungemhakikishia ushindi dhidi yake. Pia ni msaliti. Sagilu ni msaliti. Amewasaliti akina nani? Anawasaliti wenyeji wa Matango kwa kushiriki katika kuwachomea makazi yao huku wakijua kwamba alitaka kuwa mgombea kiti wa eneo hili kupitia kwa chama cha Mtemi. Anamsaliti hata Mtemi Lesulia huku akijifanya ni rafiki yake pale anapompa pesa za kumlewesha na kujitenga na familia yake. Anamsaliti Mangwasha pia kwa kujionyesha kuwa anamjali huku akimwingiza Mrima katika maisha ya anasa ili aivunje familia yake. Anamsaliti Mashauri kwa kumchukua mchumba wake bila kujali kuwa yeye ni mzazi wake na hata anamsaliti Mtemi Lesulia kwa kuzaa na mkewe Nanzia, huku akifahamu kwamba mtemi alikuwa rafiki yake wa dhati. Anaisaliti hata jamii nzima ya Matuo kwa kuwauzia maziwa o, watoto, o, ma, maziwa watoto maziwa kuwauzia maziwa ya watoto yenye sumu bila kujali ingewadhuru watoto hao. Mbali na kuwauzia bidhaa gushi bila kujali afya yao, tunaweza tukasema pia kwamba ni mpenda anasa. Anajivinjari na wanawake kama vile Sihaba bila kujali kuwa anamke. Anawabadilisha, tunaambiwa kwamba anawabadilisha wanawake jinsi anavyobadilisha magari anastarehe na wake za watu bila kujali waume zao. Anamchukua msichana Cheya ambaye si kufu yake na kwenda kustarehe naye bila kujali kuwa alikuwa ni mchumba wa mwanao. Tunaona pia kwamba yeye ni kigeugeu, ana tabia ya kubadilikabadilika kama kinyonga, hawezi kuaminiwa kwani tunaambiwa wakati mmoja alionyesha mwingi wa furaha na wakati mwingine akajawa na kiburi na dharau. Anapomkabili Mangwasha anaonyesha mwenye furaha, lakini furaha hiyo inatoweka ghafla na na anapomwambia ukweli wa mambo kumuhusu. Mbona mwandishi Clara Momanyi amemtumia Sagilu kwenye kazi yake? Tuangalie umuhimu wa Sagilu. Sagilu, Sagilu ametumiwa kama kielelezo cha uozo ulio sakini katika jamii. Ametumiwa pia kuonyesha jinsi ukabila unavyodumaza maendeleo. Kupitia kwake, tunafahamishwa jinsi ufisadi unavyoendelezwa na wale walio karibu na serikali au hata ndani ya serikali. Isitoshe, pia ametumiwa kuonyesha jinsi utajiri wa ma na mali vinavyoweza kuumbua binadamu, na pia ametumiwa kuonyesha namna ambavyo ubabedume unatumiwa kuwabadilisha, kuwadhalilisha na kuwadunisha wanawake. Kwa hivyo mwanafunzi wa lugha, ningeomba kwamba uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki. Naitwa Ustafu Kaka Mnae, kama ilivyo ada, na kipindi hiki Uketo wa Kiswahili kinatupa maarifa kuhusu lugha ya Kiswahili, tukiangazia fasihi, sarufi, uandishi na kadhalika. Nakutakia mchana mwanana. Maulana akubariki.